Wakazi wa kijiji cha Kipunda kilichopo wilaya ya Ikungi mkoani Singida wameomba wapate wawekezaji ambao watajenga kiwanda katika kijiji chao ili malighafi walionayo yafanyiwe kazi. Watu wanalima alizeti, wanakuja walanguzi kutoka mbali watu wananchi hao hawajui wapeleke wapi mazao yao, wanaamua kuuza kwa bei ndogo, ila sababu kiwanda tukijenga viwanda mtu atabangua mfano wa alizeti yake na kuuza kwa bei yenye tija na kuleta maendeleo katika familia yake pia kwa ujumla, pia kwenye kijiji kwa ujumla. Kijiji cha Kipunda kina, kina malighafi mengi sana kuanzia kwenye alizeti. Tunayo alizeti ya kutosha. Nafikiri kama kiwanda kitakuwepo mahali hapa watu watanufaika mno na ujio wa kijiji chetu cha Kipunda. Kwa upande wa uongozi katika kijiji hicho unasema kuwa uwekezaji katika kijiji chao utainua mapato ya halmashauri ya kijiji. Kijiji changu kitapata faida kubwa sana juu ya mapato ya kijiji. Huyo mtu ambaye atakuwa amewekeza hapa, tutamdai kodi ya kijiji tuliyojiwekea kwenye mkutano wangu wa kijiji mkuu. Sasa kwa hiyo nitakuwa nimeingiza faida kubwa sana tapata maendeleo yani, kijiji kimeelimika, yani tumevumbuliwa akili kabisa, yani nimefurahi vibaya mno, nimepokea kwa mikono miwili kabisa. Mpango wa matumizi bora ya ardhi ndio uliowezesha wakazi wa eneo hilo kuona haja ya kutenga maeneo ya uwekezaji. Mpango huu wa matumizi ya ardhi kwanza kabisa unalenga kutenga na kubainisha maeneo ya matumizi mbalimbali, mbali ya huduma za jamii eh, vyanzo vya maji, maeneo ya uwekezaji kama viwanda. Kwa hiyo kwenye kijiji cha cha Kipunda ni moja ya vijiji ambavyo vimepangwa na vimepitisha mpango wa matumizi ya ardhi ya kijiji likiwemo eneo la viwanda na uwekezaji kwa ajili ya kuchakata na kuongeza thamani ya mazao kama vile alizeti, mbaazi na mazao mengine ya kilimo ambayo wanazalisha wananchi katika kijiji hiki. Kijiji cha Kipunda ni miongoni mwa vijiji 16 vya halmashauri ya wilaya ya Ikungi, vinavyonufaika na mpango wa matumizi bora ya ardhi kati ya vijiji 104 vya halmashauri ya Ikungi.